Ukiliangalia moja, kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo, wanasema maandamano, maandamano, maandamano, maandamano. Ukibidi ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe ma, maandamano yalikuwepo wapi na wapi maandamano halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu ni vile wenzetu wa vyombo hawana huwa hawana kawaida ya, ya kuweka namba za: umepoteza askari wangapi? Ni wakubwa zetu, mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi hivi, wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku, tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi lakini, maandamano ya watu wanaenda na silaha, wana, wana watu wanakuwa well armed, ni maandamano ni maandamano, watu wako well armed, ni maandamano. Nani kamfyatulia nani? Haya, ndo maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa, yana, yana, yana semwa, juzi kashikwa yule mmoja, anavuka mpakani, ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja, ana mabomu na ajabisha alivyojiwa anasema nimeona ni bebe na mabomu nikajihami, kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulishajua na, na, tulishajua wengine waliokwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu, pia kwa sababu ya masuala haya ya kichunguzi wa, wa. Iwekwek wazi namba kubwa hawajui hata Kiswahili, ni maandamano sasa, na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndiyo maana tunasema haya lazima yafanyiwe kwa kina, na ndiyo maana tunatoa rai kwa ndugu zetu, watanzania wenzangu, vijana wa kitanzania Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii.